Ni wazi kwamba mwezi wa kwanza uh, ni mwezi ambao una majukumu mengi ya kiasili uh, uh, kipindi ambacho watoto wanapaswa kwenda shule uh, mahitaji ada, lakini pia wengine wanalipa kodi uh, katika uh, sehemu za biashara kodi za nyumba uh, kuna wengine pia wanajikuta wanaingia kwenye mzigo wa madeni, lakini ni wazi kwamba katika kipindi kama hiki unahitaji mbinu za kifedha na kiuchumi ili uweze kukabiliana na mzigo wa majukumu ambayo yapo katika mwezi huu. Sasa tumealika hapa wataalam ili tuweze kupata e, mawili matatu angalau tupate elimu hiyo e, jinsi gani ambavyo unaweza ukatumia mbinu, sababu bajeti wakati mwingine inakuwa kidogo, majukumu ni mengi, unawezaje kumudu katika hali kama hiyo? Tunaye hapa injinia Kabenda Balete ambaye ni mshauri mwelekezi wa maisha injinia, karibu sana Eh, leo watu tumemwamisha kidogo kutoka ile weekend. Tumeleta. Mm, na mara kadhaa <laughs> kwenye la siri <laughs> la <laughs> eh, kabisa. Aha. kabisa. <laughs> Karibu sana engineer lakini pia tunaye Elisante Ephraim kwa njia ya mtandao. Huyu ni mtaalamu wa masuala ya uchumi akiwa eh, kule Arusha. Elisante karibu sana. Nashukuru sana <laughs> heri ya mwaka. Heri ya mwaka mpya kaka. Tangu mwaka jana. Nashukuru sana. Ulikuwa <laughs> <laughs> <laughs> mzuri sana nafurahi kuona pia mpo studio na mnaendelea kulihudumia taifa. Naam shukran sana. Uh, injinia tuanzie hapa eh, tu, kiuchumi, Januari inakuwa ni, ni mwezi wa namna gani kwa sababu watu wengi huwa wanaolalamikia sana wanaisingizia mm, Januari? <laughs> Kila kuna mwingine haja spend di, jan, Desemba na Januari ana hela. Eh, maana yake wewe hakuwa na hela tangu mwanzo. Lakini kwa hiyo sana sio Januari. Eh. Ndio. Kama ulikuwa una hela, kwa nini unalalamikia Januari? Eh. Unalalamikia Desemba, Novemba. Ndio. Kila na hela unalalamikia Januari maana yake kuna uwezekano kabisa eh, Desemba ametumia sana. Na, e, mm -hmm. Na kwa sababu pia Januari ndio kuna matumizi mengi mm -hmm. e, ada shule ndio zinalipo hapo, na unakuta mtu ametoka holiday yeah. wa Watanzania wengi vacation. Eh, vacation, yeah. na bahati mbaya, <laughs> ina, wa Tanzania wengi tunatumia pesa bila kupanga mm. Um, yani iliyoingia leo inaliwa, so ukiwa Disemba, yani inaingia tu imeliwa <laughs> anyway, eh, <laughs> na Disemba ikikukuta una, una, una mambo yako kadhaa yeah. unaona wenzio wana enjoy Kumbe wenzio walipanga, alikuwa ana save kwamba tutatumia Desemba, ana bajeti yake ya, ya matumizi wewe <laughs> na wewe unasema kwa nini mimi sina hela eh, unasahau Januari inakuja ada eh, halafu eh. naanza kuona kama vile ada ni emergency nilichogundua, yeah. eh. Tunahitaji, tunamhitaji engineer Barrett eh, engineer anakabia juu sana <laughs> eh, ili maisha ya Tanzania yaende vizuri, na na unajua saa nyingine ili kubadilika lazima uambie ukweli mm. of course eh. ni kweli, lazima uambie ukweli yeah. na uh, Elisante katika kuendeleza hapo hapo, unajua, natamani sana tupate tafsiri hiyo ya kiuchumi ya mwezi Januari ni mwezi wa yeah. mwanzo wa mwaka, lakini ni kunakuwa na transition hapo ya kutoka kwenye spending kuja kwenye planning. Ya, yaani kwamba kutoka yeah. kwenye matumizi kuja kwenye mipango sasa ya mwaka ya kiuchumi. Yeah. Eh, nyinyi wachumi, kuna namna ambavyo wao mnaitazama Januari kama mwezi wa tofauti na miezi mingine? Kiukweli uh, Januari uh, Januari ni, ni kio tu cha kinachomwonesha mtu namna gani ametumia fedha fedha miezi mitatu iliyopita. Kwa hiyo ugumu wa Januari ni inakuonyesha tu kwamba miezi mitatu iliyopita matumizi yako ya fedha yalikuwaje, na Januari hakuna tofauti kabisa kwenye masuala ya kipato, tofauti inakuja kwenye masuala ya matumizi na majukumu, kwamba hmm, kipindi cha Januari sio kwamba kipato kinapungua, kinachoongezeka ni majukumu na matumizi, kutokana na vitu vitatu ambavyo mwata engineer engineer vigusa. Cha kwanza ni matumizi ya Desemba bila mpango. Desemba kuna sherehe nyingi, safari, kuna zawadi, kuna michango. Watu watu wengi wanatumia zaidi ya kipato kipindi cha Desemba, kwa sababu ni kipindi cha sherehe na kipindi cha furaha. Watu wanaita emotional spending. Uh, watu wanatumia furaha na hisia zao kufanya manunuzi kiasi kwamba wanatumia hata kile kiwango kidogo ambacho wamekika kwa ajili ya akiba ya Januari. Kwao Januari inavyokuja sasa, uh, ile reality ile reality na hit uh, ule uhalisia sasa ndio unakuja sasa, kwamba una gharama na una majukumu mengi pia lakini mm. pia inachofanya Januari inakuwa ngumu zaidi pia ni matumizi na gharama za za za za wakati mmoja zinakuja sasa, zinakutana kwa pamoja. Unazungumzia hapa ada ya shule, unazungumzia Uh, kodi ya pango unazungumzia chakula na usafiri wa kwenda kazini. Hizi zote zinakuja, pia kuna kama bills na subscription mbalimbali ambazo mtu ameingia. kwa Januari, kipato ni kile kile, na lakini matumizi sasa na na majukumu yanakuwa yanaongezeka zaidi, lakini pia ni kieo tu na ambacho kinaonesha ukosefu wa fedha za za dharura. Kuna kuna familia au baadhi ya watu ambao tunahudumia wao wanakuwa na, na mfuko wa Januari relief, yaani ni mfuko wa wa dharura, mm. Kwa dharura kipindi cha Januari. Kwa hiyo sasa ambayo tunatokea na ugumu wote tunaoona stress za maisha, changamoto mm. Uh, mikopo ya hapa na hapa inaonyesha namna gani basi hatukuwa na mipango miezi mitatu miz, miz, iliyopita, lakini majukumu yamekutana wakati mmoja na ukosefu wa mfuko wa dharura, lakini ki, ki kipato inakuwa ni kile kile, lakini matumizi na majukumu ndio inafanya mwezi huu unakuwa gumu zaidi mm. Jyuguru. Sasa, uh, Elisante uh, ni kwa namna gani sasa watu wanaweza eh, ee, wakabadilisha mfumo wa maisha ili kuendana na kuweza kuikabili mm. hii Januari. Lakini kwa sasa hivi sio kama watakuwa washachelewa au do, do. Mtu anaweza akabadilika wakati mwingine eh yeah. ee, kutokana hey, na. kwa ajili ya Januari ya mwakani au kwa ajili ya Januari hii? <laughs> bado ana muda hii Januari. <laughs> muda bado upo. Asante <laughs> karibu. Asante sana. Na afadhali sana kwa namna ya lono <laughs> <laughs> kuendelea. <gubola> Ni kweli kwamba <gubola> Januari Januari upangua miezi mitatu iliyopita uh, uh, kwa sababu ndio kwamba hizi gharama, hizi gharama ambazo zinakutana wakati mmoja sasa, ambayo ni inachukua sehemu kubwa sana ya kipato, huwa zinapangwa miezi mitatu kabla. A, uh, kuna familia na kuna kaya nyingi ambazo hizi gharama kama ada na masuala ya shule yote haya huwa wanafanyia mipango kuanzia mwezi wa tisa na mpaka mpaka mwezi Novemba. Kwa hiyo kipindi ambacho wanajua kwamba ada ya mwaka ni kiasi hichi, gharama za uniform ni kiasi hichi na pia hata kama uniform mb... na vifaa vya shule wengi wananunua miezi hiyo, ambayo gharama pia za vifaa kama hivi sio bei ghali sana. Kwa hiyo tuzungumzie kwamba mipango mzuri mipango mzuri Januari huandaliwa miezi mitatu kabla, kujua gharama zinazokuja mwakani. Kuna wengine mpaka huwa wana deposit ada kabisa kipindi cha mwezi wa 11 au mwezi wa 12, ili basi Januari inapofika, ama majukumu yao yamepungua. Sasa tunapozungumzia kwamba Januari tunawekaje Januari iwe salama, tunazungumzia kujenga tabia, uh, tabia ya kuandaa bajeti ya mwaka mapema kwanza, sababu pia bajeti ya mwaka huu haiandali Januari. Bajeti ya mwaka huu ilipaswa kuandalia mwezi wa 11 na mwezi wa 12 mwaka jana, kiasi kwamba tutapoingia mwaka huu hapa, tayari mtu ambaye mwenye nidhamu ya fedha anajua kwamba Januari napaswa kulipa hivi na nalipaje, matumizi ya Januari ni haya na haya, na naanza kuyafikia vipi. Kwa kikubwa sana ni kuwa na ni kuanza kuandaa tabia ya kuandaa bajeti ya, ya, ya matumizi kabla ya mwaka kuanza na, mm. Na hii inafanyika vizuri sana, hasa ile robo ya mwisho wa mwaka inakupa, inakuwezesha kukaa vizuri na kuandaa picha nzima ya mwaka unaofuata. Sawa sawa. Ndio, ndio. Eh, kumalizia hapo, nataka kumalizia jambo hapo, sio okay. Nazungumzia kwamba sasa kwa Januari imefika, labda ni kuangalia mbinu gani sasa ambazo mtu anaweza akapambana nazo kipindi hii cha Januari hii, huku akiwa anaandaa basi Januari ya mwaka unaofuata. Sawa, tutakuja hapo. Bila shaka, kifika kwenye hizo mbinu. Wewe ni mtaalamu wa uchumi? Yeah. Ha, mtaalamu wa uchumi lakini unakopaje Januari? Januari ishakuwa ngumu kwa kila mtu. Sasa katika mazingira ambayo engineer Uh, mtu hajajipanga hmm, na imeshatokea sasa, yani isivyo bahati ya kupanga bajeti uh, ya Januari na Januari ndio imefika, majukumu yako pale pale, anafanyaje? Kweli kuna njia mbili tu za kubariki sana, tuambia mna kukopa. Kuna, kuna njia mbili tu za kupunguza ukali wa maisha, hakuna <laughs> <Akuna, laughs> mbadala. Kukopa haiwezi kukosekana, njia ya upunguze matumizi uh -huh. au ongeze uzalishaji. Sasa, yeah. Bahati mbaya huwezi ukaongeza uzalishaji wakati huo huo ndio umebanwa. Kwa hiyo ni option ni kupunguza ni matumizi. Matumizi. Mm. Kama naona sasa umebanwa, ada huna, watoe shule, watoto wapeleke shule ambao ni affordable. Kitu ambacho sasa kina test tabia za watu. Mm. Mtu anaona, eh, jamii itanionaje? Sio? Mm. Kwa watu wengi huwa wanaji wanajinyonga kwa sababu ya watu watanionaje. Yaani yeah. Mm. Anaacha kufanya maamuzi ambayo yangemletea ahueni kwa sababu watu watanionaje, ko anakomaa tu hivi hivi. Lakini hiyo eh, hiyo tunahitaga ni reactive na sio njia nzuri. Yaani wewe usubiri majanga yamekupata ndio uanze kutapatapa namna ya kutafuta solution, hmm. Nimekuwa nikipigiwa sana simu na watu wanaposikia naelekeza mambo haya ya mambo ya usimamizi wa fedha, anakuambia kakani hapa mimi na madeni. Ukipiga hesabu ana madeni ya miaka mitano ijayo, yeah. ndio sasa so, mtu ulikopa mshahara unakata for five years to come, maana yake umekula mishahara miaka mitano ijayo mm. Sasa unawezaje kutatua matatizo ya miaka mitano ijayo, alafu kupunguza madeni utaki? Mwisho wa siku unajikuta tu unasema ah, dunia mbaya. Wengine wanakuambia mimi nataka nijiue, lakini kwa sababu ya tabia watu wanania mambo makubwa kuliko uwezo wao mm. Na ukiwambia jamani, hapo ushachemka, mtoe mtoto shule mpeleke mm. shule ya kawaida mrudishe. Hapana. Hawezi kuathirika? Mbona sisi tunasoma shule za hiyo inatukwazika? Kama ulimjenga hivi, lakini hamkuhamishwa sisi unakaa hapo ambapo wengine wanatoka wajui kusoma kuandika Naona kaa hapo hapo, naona kaa hapo, lakini hiyo ndio ilipoanzia, ushazoea yale mazingira, kwa hiyo sasa hiyo sasa, ni swala la malezi hmm. Kwamba unamlea mtoto hata kama ulikuwa na pesa usimlea azifu ndio mmeshayaua maisha, lazima hmm. ajue kuna kupanda na kufanya na kushuka. Wewe wow, unapoongea naye anakuelewa, lakini kama umemlea mtoto unam, unamlea kama yai, unaona kama dunia yote ya kwake maisha safi, unamwambia kuleni maisha wanangu, baba yako ana hela yeah. <laughs> E, kwa kweli kisi mtoe kule mtamalizana. E. Lakini sasa utafanyaje? Itabidi tena ukae chini kama ulivyo mtengenezea utabia, tena umtengenezee nyingine e. Mueleweshe mpaka elewe kabisa. Mbadilishe shule. Sasa e, e, e, ikiwa e, mtu hakujipanga na muda huu labda anaweza akawa na watu wawili watatu wakamwazima waka kiasi cha fedha afu akapambana hii miezi miwili na kuja hapa ili aweze kukirudisha. Aweze kuchukua option hiyo ya aweze kukopa. Aweze kwanza kuna watu wanakopa. mpaka hmm. unapofika hatua ya kukopa manake kuna mawili. hmm. kuna mtu anakopa kwa ajili ya biashara, kuna mtu anakopa kwa ajili ya matumizi. huyu hmm. mtu anayekopa kwa ajili ya matumizi, maana yake wakati huo ni aidha ametumia zaidi ya kile anachoweza kuzalisha, na kama ametumia zaidi ya kile anachoweza kuzalisha, maana yake inawezekana akiingia kwenye kukopa, hata rudi tena kwenye hata toka tena kwenye loan, atatoka kwa kukopa tena amlipe yule ambaye alimkopesha, kwa sababu ninapofika hatua ukope ili utumie, maana yake huna uwezo Yeah, una uwezo huo wa hiyo pesa hauna, mm. Kwao wengine wanakopa kwa kufumba macho, wanasema ah, ngoja nikope, alafu huko mbele tu na mimi mpaka mwezi wa sita. Lakini vipi kama ana uhakika <laughs> <wa, ana uhakika laughs> tayari ameshatengeneza mazingira, labda hata kuna hela ataipata. Trust me, 90% hawajui wanatoa wapi hela waliokopa, mm. Hajui ila mm. kama anajua, anaweza kama kupa. Anajua no problem, lakini kwenye uchumi sio vizuri kukopa ili uspendi mm. uh -huh. tunakopa ili tuzalishe Hmm. Sio unakopa sabu... na yule, ili utumie kwa sababu na yule anayekopa ili alipe alipokopa, ndio majanga zaidi. Hiyo ni degree ya pili ya, ya madeni yaani, ndio maana nikaanza njia mbili tu ni kupunguza madeni mm -hmm. I mean, matumizi matumizi, alafu ujipange kuzalisha zaidi, tofauti na hapo utaingia kwenye cycle ya kopa lipa kopa lipa, kopa lipa lipa alafu maisha yako yatazidi kuwa mabaya. Mm, kabisa yeah. Turejee kwa Elisante ambapo uh, pia eh, twende sasa kwenye zile mbinu yeah. Uh, ambazo alitaka kutuambia uh, yes <laughs> <laughs> <laughs> nashukuru sana, nadhani namna kwa kuwa talishatokea uh, mm. Tuseme kwamba kwanza Januari sio dharura, tujue kabisa ni <laughs> Ukiangalia okay, miaka yetu mi, ni, ni, kile kile kinatokea Januari. Mwaka jana ilikuwa ngumu mwaka ita kuwa ngumu mwaka ita tazidi kuwa ngumu, usibadilisha. Basi tusipokuwa na mikakati thabiti na namna ya kukabiliana na jukumu kukabilia na, na matumizi ya Januari, kwa hiyo kwa atoto tufikia sasa kwa tufika Januari uh, na tuwezi kurudi Desemba au Novemba uh, ku kuona mpango. Nadhani kitu cha kwanza ni kukubali uhalisia uh, tuma reality check, na hii ni kwanza, ni ujue kwanza kipato chako cha mwezi huu ni kiasi gani, kitu cha kwanza lakini pia ni, ni muda wa kuandaa gharama za lazima tu, yaani unajua kwamba Januari hii gharama za lazima ni hii na hii na hii, na unazipa vipaumbele kulingana na uhitaji wa, wa, wa mahitaji hayo. Unazungumzia chakula, unazungumzia malazi, unazungumzia ada za watoto, unazungumzia usafiri wa kwenda kazini. Lakini kingine zaidi pia sasa hivi ni ya orodhesha madeni ambayo, kama, kama una madeni madeni ambayo yamefika muda wa kulipa, tunasema ambao umefika, uh, maturity time ni muda ambao unajua madeni haya muda wako umefika kabisa. Baada ya kuweza kwa, kujua kipato chako, mahitaji ya lazima ni yapi na madeni ambayo yamefika wakati wa kulipia, hapo sasa tunapoanza kujua kwamba namna gani basi ya kuweza ku, kufinance au ku, ya kulipa hizo gharama ambazo za Januari. Kumbuka kwamba unapo hata kipindi hicho unapoandika kipato chako cha mwezi, sio kwamba hiyo leo unayo hiyo, inasubiri tarehe 30 mwezi wa kwanza pia kwa hiyo kama Januari kunaanza Januari kwa bila bila tayari. Sasa kwa, kwa, kwa kuna wale wafanyakazi ambao wako kwenye, kwenye ajira rasmi labda wao wanaweza kupata salary advance wakapewa um, sh, wakaomba mshahara wao kabla kabla mwisho wa mwezi. Sasa inategemea pia na, na, na mazingira ya kazi. Je, wanaruhusu kitu kama hicho? Lakini wakati huo pia, atu atushauri sana kukopa madeni mapya sababu tayari unadaiwa. Sasa unapokuwa unadaiwa tena afu unachukua deni lingine yamaanisha kwamba unavotumia unapotumia mshahara wa mwezi wa Januari kwa ajili ya kwa ajili ya Januari hii hapa inaonyesha kwamba mwezi wa pili unao utakuwa hauna mshahara yeah. Bado. Nadhani ila bidhaa na ukope mwezi wa pili uweze kusurvive mwezi wa pili. Lakini kikubwa kikubwa sana ni kuangalia hali halisi kwa kwa kwamba una unapoa vipaumbele yale mahitaji ambayo ni lazima kwa kipato ambacho unacho sasa hivi. Lakini pia ni kudhibiti madeni. Hakikisha kwamba haukopi mi, mikopo mipya sasa ya haraka kwa sababu Januari ndio kuna mikopo mingi sana, ile mikopo ambayo wanasema mikopo ambayo ina riba kubwa sana. Na ni kipindi ambacho wako watu, watu wako tayari kuchukua fedha kwa, kwa kwa, riba yoyote sababu wanakuwa wako kwenye pressure. Kuna pressure ya ada, kwa mwenye nyumba anapiga simu, kuna deni la watu na mwezi wa 12, vifurushi vimeisha, uh, chakula ya una, unakosa na wale ya kwenda kazini. Kwa hiyo, mtu anaanza kupokea hata kwa riba ya 20 25 kwa kuwa uh, <coughs> sasa hivi kwenye emotional state, kwa kwenye hali ya hisia zaidi na inamfanya ina, ina, ina yeye ashinde kufikiria kwa kwa, kwa kwa kwa kwa, kwa, wazi zaidi au kwa utulivu zaidi kwa sababu anakuwa na changamoto hizo za kifedha. Lakini pia ni, ni muda mzuri pia wa kuongeza kipato kama mtu anaweza kufanya biashara za msimu. Uh, kipindi cha Januari kuna biashara za msimu, unaweza kama mtu anaweza kufanya biashara ya wakala wa fedha benki. Shule nyingi watu wanaweka ada, wanapata, anapata msururu wa kwenda kukaa benki, kwa hiyo kama unaweza kuwa na wakala wa malipo ya hizi huduma huduma ambazo zinahitaji malipo mfano huduma za serikali huduma za ada za shule kama unaweza ni, ni kipindi kizuri sana kwa msimu kama huo kama mtu anaweza kuuza vifaa vya shule kwa ajili ya kufungua vifaa vya shule ni huduma nzuri sana pia kwa kwa kwa kwa kipindi cha Januari kitu ambacho kinaweza kumsaidia mtu kuongeza kupata kipato cha uh, kwa kipato cha muda mfupi lakini iwe ni hiyo ni biashara ya huduma zaidi kuliko biashara ya bidhaa sababu uh, biashara ya huduma inaenda haraka haraka lakini biashara ya bidhaa pia kuna changamoto pia watu kutaka na kupata, kupata bidhaa hiyo kwa njia ya, kwa njia ya mkopo. mm. Sawa sawa. Ha, tumepata mbiu. Lakini pia ni mbinu zipi ama ni uh, uh, maarifa gani ambayo inaweza kutumika sasa hivi kwa katika namna ambayo kuna mahitaji na ni lazima mtu ayatimize. Mtoto anataka kwenda shule, kwa hiyo ada lazima ilipwe, uh, kodi lazima ilipwe na mahitaji mengine ya muhimu injinie Uh, nadhani ni shari kusia eh, kama huna pesa huna mm. Asa, usha, usha kuwa huna unafanyaje? Sasa ndio maana nikasema lazima upunguze nini matumizi kama hau... yani, kuna yale mahitaji ambayo ni lazima mahitaji yani... ma, ya lazima, nadhani ni chakula kwa mfano. Kama kodi, eh, mwenye nyumba anataka kodi, kwa hiyo eh. uweze ukasema utampunguzia kodi yake, haiwezekani hai hmm. Eh, na ndio maana nikasema unapunguza matumizi, maanake matumizi tunayozungumza sio yale ya lazima Unajua hmm. watu wengi wanaingia kwenye matatizo mpaka wanaathiri matumizi ya lazima, lakini kinachosababisha ni matamanio yaani, kuna vitu wanatumia pesa ambavyo ni nje na matumizi ya lazima ambayo yeah. yanakuja yanaathiri matumizi ya nini? ya lazima. Sasa ikifika hapo ndo watu wanakimbilia kufanya kukopa, wanakula mishahara miezi ijayo ili aweze, lakini kumbuka unakuwa umehamisha tu tatizo, umeitoa Januari umepeleka mbele eh, utakutana nalo. Kwa hiyo kama una uwezo wa ku ndio maana unakuta mishahara watu wanachukua salary advance eh, of course mimi wakati nimeajiriwa mm, sijawai kuchukua salary advance kwa sababu ukichukua salary advance, mwezi wenyewe ukifika, sasa ndio utajua ile salary advance haikuaga salary advance mm, ni kama tatizo kwa sababu ukifika mwezi mwingine inabidi tu uchukue ni salary advance mwezi ili uweze kuhudumia huo mwezi ambao mwezi kwa hiyo yake ulishaitumia kwa. Yes, tatizo kama jinamizi yani ukishalianza ya ya ukishalianza ya ni shida kujitoa kwenye hiyo cycle. Ndio maana nikasema, mm. the only way ni kuangalia matumizi ambayo siyo ya lazima uyaache, tofauti na hapo itabidi eh. ukope mm. lakini injinia pia eh, hiki ni kipindi ambacho watu wengi wanapata uh, shida za kisaikolojia yeah. mm. eh, changamoto nyingi pia ndani ya familia eh, migongano na mizozo inatokea katika kipindi hichi cha Januari mm. kwa kukosekana kwa fedha kwa fedha mm. nini sasa kifanyike uh, ili kuepusha migongano hiyo na pengine hata hizo shida za kisaikolojia. Mimi nadhani hawa watu wapate wataalamu yeah. Financial advisors washauriwe wa eh, namna ya kurelate, ya namna ya kuwa na mahusiano kipindi hiki yeah. Lakini mara nyingi hizi solution za kwa sababu ya matatizo yametokea, huwa zisaidii sana. Ni vizuri ukishapata msaada, mkaelekezwa nini cha kufanya. E, mtengeneze utaratibu wa kuhakikisha hamuingii kwenye kwenye madeni yale, yale ambayo nilikuwa nazungumza kwamba mjitahidi aishe muishi kulingana na uwezo wenu yeah. Tatizo, unakuta mwenza na mpushi mwenzake eh, asuke nywele kali, avae nguo kali, baba naye anajitahidi sasa <laughs> ndio waende vacation, vacation December wakati uwezo hamna yeah. Akiona picha Instagram anasema unaona, hii hawa swimming pool mpurumishei kwenda kwao twendeaaisakirudi <tune> Januari Januari mko yule yulealie yu, yu, yu, kushawishi ndio anakulaumu wa kwanza. <tune> <tune> <tune> <wababa na> <tune> <tune> eh unakuta <tune> saa pressure zimekuwa nyingi, mzee wengine wanakimbia familia, mwingine mm. hana emotional strength ya kutosha anakufa. <tune> Yaani pressure inapanda. Kuna dalili ya mmoja jana katolewa auti baada hapo kaandika, je, na wewe mumeo kakutoa auti? <laughs> au bado mnaendelea kuvumiliana <laughs> bado mnaendelea kuvumiliana, elfu mbili ishirini na sita. <laughs> <laughs> Eh, staki ni mtaji dada, ni nani eh? Usimtaje. <laughs> na inavyoonekana Elisante kafurahi sana, atakuwa ameiwa amemwona dada, itakuwa amemwona inavyoonekana dada huyo. Eh, mumeo alipanga bajeti <laughs> ndio kuanzia mwezi Septemba, <laughs> <Ndiyo. laughs> mwaka jana, injinia, <laughs> bado hujamjua dada mpaka sasa hivi? Sasa <laughs> <laughs> kwa kumalizia sasa, pia Ephraim, <laughs> kwa dakika chache uh, zilizosalia unalipila kuambia watazamaji wetu kuhusiana na majukumu ambayo yapo katika mwezi huu wa Januari, lakini pia namna gani ambavyo wanaweza wakapangilia vizuri masuala yao ya kiuchumi. Kwanza wanasema kipindi cha Januari ni kipindi cha kulinda uhai, sio kulinda hadhi yeah, na hadhi ambayo watu waliweka Desemba kwamba uh, amesha mazuri kila mtu iko safari nchi za nje. So kwa Januari ambapo unalinda uhai tu, ni muhimu sana pia kupunguza uh, uvujishaji wa fedha. Punguza nauli ambazo sio za lazima, kama unakaa mwenyewe, punguza kula nje, au kama familia jitahidi kwamba gharama nyingi ziwe ni shared, ili pia muweze kupunguza gharama Unua bidhaa mbadala. Najua wazazi wamez watoto wame, wao vatu vizuri shule, mabegi mazuri ya shule uh, kama una, unavifaa mbadala vina uh, bei nzuri zaidi, unaweza pia ukakisha kwamba unatumia hivyo ili tuweze ku, hivo kulinda uhai kipindi cha Januari uh, lakini pia kama kama alivyosema njinia, epuka kunua vitu kwa ya watu uh, okay, mob psychology Uh, mtoto wangu ampeleka shule nzuri ampeleka mtoto shule, shule ya gharama labda ni English Medium, kwa hauna uwezo unataka kupeleka English Medium uh, unapanda school bus una uwezo wa kupanda school bus, jitahidi kuepuka hizo pressure za za watu, sababu so, pia zitakusababishia pia msongo wa mawazo. Lakini pia mazungumzo ni lugha ni lugha ya kiuchumi, najua kuna watu ambao wanadaiwa na baba mwenye nyumba, kuna watu wanadaiwa ada za shule, njia mazungumzo pia ni njia sahihi kabisa ya kiuchumi kukutana uh, hawa watu ambao wadeni wetu ambao tunadai waelezea hali halisi japo ni vigumu sana wao kutuelewa, sababu pia nao unakuta wameshapangia zile ambazo wanatutulai kwa ajili ya matumizi. Lakini pia kuna watu ambao wanajua wana majukumu ya kifamilia, kuna watu ambao wanasomesha watoto wa ndugu, wanalipia watu kodi, muhimu yeah sana. Basi kuzungumza kwa uhalisia kwa familia, wape uwezo wako, ajue hali yako halisi kwamba mimi kwa kipindi hichi nitaweza kumsupport mtoto mmoja na sio wawili. Lakini pia kwa wale ambao wana, wana, wanafuata kwa ajili ya makukopwa kutoa fedha, jifunze pia kusema hapana bila kujilaumu kwamba hapana, sinaweza kukusaidia kipindi hichi na sio kutoa ahadi sababu kumwahidi mtu kwamba nitakusaidia au nitakukopesha alafu hauna fedha, anakuongezea pia pressure kwenye unashinda pia kufocus na masuala yako ya, ya, ki, ya kiuchumi Naam. Zaidi pia Januari ya mwaka huu inatukumbusha kwamba Januari ya mwakani inaweza ikawa mbaya zaidi tusipokuwa na, na, na, na, na mipango mizuri. Kwa ni vizuri sana kuhakikisha kwamba kuanzia tarehe ya leo mapema tunakuwa na bajeti ya matumizi na kipato na matumizi, tujue kwamba tunahitaji shilingi ngapi kwa mwezi huu. Inatupa picha basi ya kujua hata Januari ya mwakani inakuwaje. Lakini pia kama unaona kwamba Januari huwa inakuja na majukumu mengi sana, unaweza kaamua kwa kuanzisha kwa, kwa, kwa, kwa January fund. Yaani ni ka, kipato cha dharura kwa ajili ya Januari kwamba ukiweza kusave asilimia 7 mpaka 10 ya kipato chako sasa hivi kwa ajili ya, ya Januari na ya, ya mwakani, itakuweka basi wewe kwenye njia salama zaidi. Lakini pia hakisha kwamba gharama za shule zinalipwa mapema, matumizi zinakuwa kwenye kiwango kidogo kwa ajili tu ya kuhakikisha mwezi wa Januari unafika, epuka madeni mapya, sasa madeni ambayo yana riba kubwa. Sababu pia itaathiri mwaka wako mzima, itaathiri itaathiri Februari, itaathiri mpaka Desemba mwakani. Mwezi Januari mwakani itakuta pia deni kubwa zaidi ya hilo. Zaidi tu ni nidhamu nzuri, nidhamu nzuri ya fedha, mipango na matumizi mm. Sipokuwa na tabia ya kuwa, kuwa na majeti uh, changamoto itakuwa ni ya kurudia mara mwaka baada ya mwaka. Ehe, kabisa kabisa. Asante, shukrani sana, asante uh, sana kwa kuzungumza nasi kutoka hapo jijini Arusha. Asante sana, kutakia majukumu mema, shukrani sana pia sana nam barksnadhani PhD tunaweza eh. <laughs> Tumemtunuku. Mimi nimechukua hiyo ya kuanzisha mfuko wa Januari. Ah, yeah, ni nzuri sana sio poa, nzuri. Kushukuru sana pia <laughs> <laughs> asante yeah, sana, sana kwa kuzungumza nasi yes, na, na ushauri huo ambao umetupatia <laughs>